Nyama, maziwa na sukari vilivyozalishwa maabara vinaweza kuanza kuuzwa kwa matumizi ya binadamu. Itaanza kuuzwa huko Uingereza kwa mara ya kwanza ndani ya miaka miwili, mapema kuliko ilivyotarajiwa. Shirika la viwango vya vyakula FSA linachunguza jinsi linavyoweza kuharakisha mchakato wa uidhinishaji wa vyakula vilivyozalishwa maabara. Bidhaa hizo zinakuzwa kutoka kwa seli za mimea midogo yenye kemikali. Makampuni ya Uingereza yameongoza katika uwanja huu wa kisayansi, lakini anaona kwamba yamezuiwa na kanuni za sasa. Chakula cha mbwa kilichozalishwa kutoka kwenye nyama iliyokuzwa kiwandani kilianza kuuzwa Uingereza kwa mara ya kwanza mwezi jana. Mnamo mwaka 2022, Singapore ilikuwa nchi ya kwanza kuidhinisha uuzaji wa nyama iliyozalishwa kwa asili kwa matumizi ya binadamu, ikifuatiwa na Marekani miaka mitatu baadaye na Israeli mwaka jana. Hata hivyo, Italia na majimbo ya Alabama na Florida nchini Marekani yameweka marufuku. Mamlaka inayosimamia chakula FSA inapanga kuweka kanuni mpya kwa kushirikiana na wataalamu wa makampuni ya chakula na watafiti. Mamlaka hiyo inakusudia kukamilisha tathmini kamili ya usalama wa vyakula vilivyozalishwa maabara ndani ya mchakato wa miaka miwili inayoanza. Lakini wakosoaji wanasema kwamba kuwa kuna makampuni yaliyohusika katika uundaji wa kanuni mpya kuna mgongano wa maslahi. Mpango huu ni jibu kwa wasiwasi wa makampuni ya Uingereza kwamba yanapoteza nafasi katika ushindani wa kimataifa ambapo mchakato wa idhini unachukua nusu ya muda. Profesa Robin May, mtaalamu mkuu wa FSA aliambia BBC News kwamba hakutakuwa na mjadala kuhusu usalama wa watumiaji. Tunafanya kazi kwa karibu sana na makampuni yanayohusika na makundi ya wa wataalamu ili kubuni muundo wa udhibiti ambao ni mzuri, lakini gharama zote kuhakikisha usalama wa bidhaa hizi unabaki kuwa wa juu iwezekanavyo, alisema. Hata hivyo, wakosoaji kama Pat Thomas, mkurugenzi wa kikundi cha kampeni cha Beyond GM, hawaamini mbinu hii Makampuni yaliyohusika katika kusaidia FSA kuunda kanuni hizi ni yale yanayoweza kufaidika zaidi kutokana na kupungua kwa udhibiti, na kama hii ingekuwa bidhaa nyingine yoyote ya chakula tusingependezwa nayo, alisema. Waziri wa Science Lord Valence alikubaliana na mchakato unaoelezwa kama kupunguzwa kwa udhibiti. Hii si kitu. Kupunguzwa kwa udhibiti ni udhibiti unaoelekea katika ubunifu, aliambia BBC News. Hii ni tofauti muhimu kwa sababu tunajaribu kupata udhibiti unaoendana na mahitaji ya ubunifu na kupunguza urasimu. Vyakula vilivyozalishwa maabara vinakuzwa kwa tishu za mimea au wanyama kutoka kwenye seli ndogo. Hii wakati mwingine inaweza kuhusisha ubadilishaji wa jeni ili kuboresha chakula. Manufaa yake ni bora kwa mazingira na kwa afya zaidi. Serikali inataka makampuni ya vyakula vilivyozalishwa maabara yaendelee kustawi kwa sababu ina matumaini yanaweza kuunda ajira mpya na kuchangia ukuaji wa uchumi. Uingereza ni bora katika sayansi, lakini mchakato wa sasa wa kuidhinisha unachukua muda mrefu zaidi kuliko nchi nyingine. Singapore, Marekani na Israel hata wana taratibu za haraka. Ivy Farm Technologies huko Oxford iko tayari kuanzisha nyama za maabara zinazozalishwa kutoka kwenye seli zinazochukuliwa kutoka kwenye seli za ng'ombe aina ya Wagyu na Aberdeen Angus. Kampuni hiyo iliomba idhini ya kuuza minofu yake kwenye mikahawa mwanzoni mwa mwaka jana. Mkurugenzi mtendaji wa Ivy Farm, Dr. Hash Amin alieleza kwamba miaka miwili ni muda mrefu sana kusubiri. Kama tunaweza kupunguza muda huo kwa chini ya mwaka mmoja huku tukiendelea kuimarisha zaidi viwango vya usalama wa chakula Uingereza. Hilo litaleta msaada kwa makampuni yanayoanza kama yetu. Dr. Alicia Graham anasimulizi kama hiyo, akifanya kazi katika kituo cha Bezos cha Imperial College kilichopo magharibi mwa London, amepata njia mbadala ya kukuza sukari. Inahusisha kuingiza jeni zinazopatikana katika matunda ya beri. Mchakato huu unamwezesha kuzalisha kiasi kikubwa cha kristo zinazofanya iwe tamu, haisababishi unene anasema ina utamu unaweza kutumika kama njia mbadala na ya kiafya katika vinywaji laini, lakini katika kampuni ya Dr. Graham Mad Sweetly haijaruhusiwa kuuzwa hadi ipate idhini. Njia ya kupata idhini si rahisi. Anasema hii ni teknolojia mpya ambayo si rahisi kwa msimamizi kuzifuata, lakini hiyo inamaanisha hatuna njia maalum ya kuidhinisha bidhaa, na hiyo ndiyo tungependa. Mamlaka ya usimamizi wa chakula FSA inasema itakamilisha tathmini kamili ya usalama wa vyakula viwili vilivyozalishwa maabara ndani ya miaka miwili ijayo na kuwa na mifumo ya haraka na bora kwa maombi ya uidhinishwaji wa vyakula vipya vilivyotengenezwa maabara. Profesa Mei wa FSA anasema kuwa lengo la kushirikiana na wataalam kutoka kwenye makampuni yaliyohusika pamoja na wasomi ni kuhakikisha sayansi inafanyika vizuri. Inaweza kuwa vigumu sana na ni muhimu kuelewa sayansi ili kuhakikisha vyakula ni salama kabla ya kuidhinisha. Lakini Bi Thomas anasema kuwa vyakula hivi vya teknolojia ya juu huenda visiwe rafiki kwa mazingira kama inavyodaiwa kutokana na kutumia nishati katika uzalishaji na kwamba katika baadhi ya nyakati manufaa yake ya kiafya yanapotosha. Vyakula vilivyozalishwa maabara ni vyakula vilivyoandaliwa sana na tuko katika enzi ambazo tunajaribu kuwahimiza watu kupunguza kula vyakula vya namna hiyo kwa sababu vina athari za kiafya, alisema na ni vyema kusema kwamba vyakula hivi vinavyoandaliwa sana havijawahi kuwa sehemu ya lishe ya binadamu. Chanzo: BBC Swahili. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.